Wanawake kutupa watoto, mwanamke kuchanganyikiwa baada ya kujifungua na pengine kuto kueleweka baada ya kujifungua imekuwa jambo la kawaida. Sasa unafahamu kwa nini hali hii inatokea? Karibu kwenye Siri za Mwili, hapa tunakufungulia mengi usiyofahamu. Kama ni mara ya kwanza, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili kuwafikia wengi zaidi katika maisha ya kila siku kitendo cha mtoto kuzaliwa huchukuliwa kama kipindi cha furaha kwa wanandoa au wenzi lakini katika kipindi hiki hiki mwanamke aliyetoka kujifungua kuna hali anakuwa anapitia kama kukosa raha hasira za mara kwa mara kulia msongo wa mawazo na pengine hata mood kubadilika mara kwa mara kitaalam hii wanaita postpartum blues au baby blues na kati ya wanawake watano basi wanne huwa wanapata sana hii hali katika kipindi hiki basi wanawake ndipo huwa na uwezekano mkubwa wa kupata msongo na unyongofu. Hali hii huwa ngumu kwa mama mpya aliyetoka kujifungua kujiangalia yeye na mwanaye. Wanawake hupitia kipindi kigumu sana, wengine kwa kuelewa na wengine kwa kuto kuelewa. Kuna aina mbili za unyongofu ambazo huwapata wanawake waliotoka kujifungua: E, Postpartum au maternity blues B, Postpartum major depression. E, Postpartum blues au maternity blues Huwa hali hii inadumu kwa siku nne mpaka tano baada ya kujifungua. Hivyo, kama kuna ndugu yako au mtu wako wa karibu anapitia hali hii, basi mtie moyo ili avuke salama kipindi hicho cha mpito. Hali hii huwa ni kawaida kwa mwanamke aliyetoka kujifungua. Tafiti zinaonyesha wastani wa asilimia sabini mpaka themanini ya wanawake waliotoka kujifungua hupitia hali hii. Hali hii hukoma yenyewe bila matibabu yoyote. Baadhi ya watu hupata hali hii kwa muda wa wiki moja mpaka mbili. Wataalamu wanashauri mtu akipata hali hii kwa zaidi ya wiki mbili, anatakiwa kutafuta msaada wa wataalamu haraka sana, kwani hiyo siyo baby blues tena. Huwa ni kitu kingine kabisa, wanaita postpartum major depression. Huwa hatari sana na inaweza kupelekea mtu kuwa kichaa kabisa. Baby blues husababishwa na mabadiliko katika homoni ndani ya mwili. Baada ya kujifungua, kiwango cha homoni ya estrogen na progesterone hushuka sana, hali inayosababisha mabadiliko ya kihisia kwa baadhi ya watu. Pia, homoni zinazotengenezwa na tezi ya thyroid nazo hushuka sana na kumfanya mtu ajisikie mchovu, kukosa usingizi na kushindwa kula vizuri. Jambo lingine, huwa ni hisia za mtu binafsi kuhusu mtoto na namna ya kumwangalia. Hali hii inaweza kumpelekea kupata msongo wa mawazo. Dalili zake hujumuisha mtu kutaka kuwa peke yake, kulia, kujisikia mnyonge na mpweke, kushindwa kupata usingizi vizuri, kukosa hamu ya chakula na kushindwa kula vizuri, na kushindwa kuamua mambo kwa ufasaha. B, Postpartum major depression. Hii huanza siku yoyote baada ya mwanamke kujifungua na hudumu kwa zaidi ya wiki mbili na huwa kali kushinda PPB. Ni muhimu kutafuta msaada wa kitaalamu pale ambapo dalili zinazidi kujionyesha kwa zaidi ya wiki mbili kati ya wanawake watano waliotoka kujifungua basi mwanamke mmoja, yaani asilimia 20, hupata hali hii ya postpartum major depression. Baadhi ya wanawake wenye tatizo hili lililokomaa hupata na dalili za ukichaa. Asilimia ni chache, lakini za uhakika kwamba wanaweza kuwadhuru watoto wao. Kati ya asilimia kumi mpaka kumi na tano ya wanawake wapya waliotoka kujifungua hushindwa kugundulika mpaka miezi mingi ipite baadhi yao hushindwa kutafuta msaada wa kitaalamu kutokana na kuhofia jinsi watu watakavyolipokea na kufikiri juu yao. Watu wa karibu wanaweza kushindwa kulitambua kabisa tatizo hili. Dalili zake huwa kama kukwepa, kujichanganya, kukereka mtoto akilia, kutamani kujitoa uhai, kuwa na hasira, kujihisi mnyonge na mpweke, kulia mara kwa mara kuhisi mwili kuisha nguvu na kukosa pumzi, kujihisi kama anachanganyikiwa, kukosa hamu ya chakula na kushindwa kula vizuri, na kushindwa kuamua mambo kwa ufasaha na nyingine. Watu walio katika hatari ya kupata tatizo hili ni hasa wale waliowahi kupata msongo kabla ya ujauzito, watu wenye historia ya msongo katika familia. Kujifungua ni moja ya hatari ya kupata msongo na unyongofu baada ya kujifungua. Watu wenye matatizo ya kihisia, yaani hali ya juu ya kihisia au chini sana Bipolar disorder, na watu waliopitia wakati mgumu, au vipindi vigumu katika maisha yao. Matibabu ni muhimu, na kuna madhara ya kiafya na ya kimalezi kwa mama na mtoto. Mtoto anaweza kudhoofu kutokana na kutokuwa na ile hali ya muunganiko kati ya mama na mtoto, na kwa kukosa kupata maziwa kutoka kwa mama. Kama unapitia au kuna mtu anapitia hali hii, anashauriwa kupata msaada kutoka kwa mwenzake au watu wake wa karibu, kujitahidi kupata usingizi wa kutosha, kufanya mazoezi, kula chakula vizuri na kujiunga na wanawake waliojifungua kwa ajili ya kubadilishana mawazo. Kama dalili zinaonyesha tatizo ni kubwa, basi msaada zaidi wa kitabibu na wa kisaikolojia unahitajika. Natumai utakuwa umejifunza jambo. Usisahau kusubscribe na kubofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila tunapoweka video mpya.